Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu nyakati na hali. Hii ni video ya pili ya nyakati na hali. Shukran sana kwa kusubscribe. Swali la nani. Andika sentensi zifuatazo ukizangatia maagizo yaliyo mabanoni. Mawaziri wameidhinisha samahani. Mawaziri wameidhinishwa na wabunge, wakati uliopita, hali kanushi. Kwa hivyo utasema mawaziri hawakuidhinishwa na wabunge. Pili, Kaleche anapika uji wakati ujao hali timilifu. Kaliche atakuwa amepika uji. tisa. Andika katika wakati uliopo hali timilifu. Mhubiri ataenda maabadini. Mhubiri ameenda maabadini. Pili. Ufunguo huo ulifungua kufuli hili ufunguo huo umefungua kufuli hili. Kwa hivyo ile mee ndio inaonyesha hali timilifu na ni wakati uliopo. Kumi. eleza matumizi ya po. Ajapo po, mpikie ugali, kuonyesha wakati. Asimamapo pana nyuki wengi, kuonyesha mahali. Swali la kumi na moja, tunga sentensi kubainisha nyakati na hali zifuatazo: masharti yasiyowezekana. kilo angalisoma, angalifanikiwa maishani. ni kwa sababu umetumia ile ngali, ndiyo hiyo, ndiyo masharti na yasiyowezekana. vitendo kutendeka wakati mmoja. Michael anacheka akilia. Michael hucheka akilia. Tatu, wakati ujao hali ya kuendelea. Kamwitu atakuwa anapika ugali. Kamwitu atakuwa akipika ugali. Nne, po ya mazoea. Ahmad achezapo wengi utabasamu. kumi na mbili. Geuza sentensi zifuatazo katika hali zilizo katika mabano. Refa akifika, mechi itaanza kufuatana kwa vitendo. Refa alifika, mechi ikaanza. Tumewasili mapema, tukapata hawajaamka. Hali ya masharti ni tukiwasili mapema tutapata hawajaamka. Kwa hivyo ya kwanza kufurana kwa vitendo ni kwa sababu umetumia ile kaa ya pili. Mashati ni ile kia mashati. Pia mashati sena, unaweza kusema tulingaliwasili mapema tungalipata hawajaamka. Hayo ni mashati tungewasili mapema tungepata, hawajaamka. tatu. mtoto anacheza sebuleni, wakati ujao hali timilifu. Kwa hivyo mtoto atakuwa amecheza sebuleni. Kwa hivyo wakati ujao ni ile taa katika atakuwa na mee pale, ndiyo hali timilifu. kumi na tatu. Onyesha hali zilizotumika katika sentensi zifuatazo. Leon hupika sima kila siku. Hupika ni hali ya mazoea. Nimemletea maji. Nimemletea, ile mee ni hali timilifu, kwa hivyo ni wakati uliopo hali timilifu. kumi na nne. Tunga sentensi katika wakati uliopo hali ya kuendelea Wanafunzi wanasoma. Mjomba anafyeka nyasi. Geuza katika hali ya mazoea. Mafarakano yalianza kwa sababu ya jambo ndogo sana. Kwa hivyo hali ya mazoea, mafarakano huanza. Kwa sababu ya jambo ndogo sana. Ile huanza hu mazoea. Dawa za kulevya zitawaharibikia vijana wengi maisha yao ya usoni. Samahani, dawa za kulevya zitawaharibia vijana wengi maisha yao ya usoni. Kwa hivyo hali ya mazoea ni dawa za kulevya huwaharibia vijana wengi maisha yao ya usuni. Kumi na sita. Bainisha nyakati na hali. Wanafunzi wafanya mtihani ni wakati uliopo hali isiyothirika. wa mikutano itakuwa ikifanyika jioni. Kwa hivyo itakuwa ikifanyika ile taa, lakini wakati ujao hali ya kuendelea ile ki. Waliingia darasani wakatoa vitabu wakaanza kusoma, ni wakati uliopo katika ile waliingia, ile li kufuatana kwa matukio ni ka na ka, kwa hivyo waliingia darasani wakatoa vitabu wakaanza kusoma. kumi na saba bainisha matumizi ya hali za ka Nahu dobi. Alifua nguo akaianika, akakauka ikakauka na akaipiga pasi. Nitarudia, dobi alifua nguo akaianika, ikakauka na akaipiga pasi. Kwa hivyo ni mfuatano wa vitendo ilekaa au unaweza kusema mfululizo wa vitendo. Pili. Lisa huenda mjini kila mara. Kwa hivyo kuna hu huenda ile hu ni mazoea au kipenda ite kila wakati au kila mara. 18. Tunga sentensi kubainisha hali na nyakati zifuatazo: mashati yasiyowezekana. Ningalikuwa na vitabu ningalisoma sana. Ile ngali, ngali ni masharti yasiyowezekana wakati uliopita. Hali ya mazoea: vikao vilikuwa vikifanyika kila Ijumaa, kwa hivyo vilikuwa ile li ni wakati uliopita, hali ya mazoea ni ki katika vikifanyika. Ukanushaji wa hali timilifu Kaloo hajapata kinywaji chake, kwa hivyo pale kwa hajapata, ndio ile ha ukanushaji hali timilifu. Ni kinywaji kuonyesha haijapita kwa muda, hajapata kinywaji chake, yani hajapata, katika japana haja, ndio kumekanushwa ha, yani ile hali timilifu imepita, lakini muda mfupi sana ule uliopita muda mfupi sana umepita, yani tunaweza kupokea ile athari yake bado. 19. Tambua nyakati na hali. Morris atakuwa amesoma riwaya. Wakati ujao hali timilifu.